Leo tutatazamia sheria za ulimwengu na matrix. Ulimwengu wetu unaendeshwa na kanuni za msingi, yaani sheria. Hapa kuna sheria kuu saba za ulimwengu na matrix. Jina langu niite Mr Kam wa Kam TV Tanzania. Usisahau kusubskribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti. Vilevile unaweza vile kutufuatilia kwenye Instagram, Facebook, X au Twitter na TikTok. Kama ilivyoelezwa na mwanasaikolojia na mwanafalsafa Jacob O. Griban kwenye fizikia ya quantum, Tuangalie sheria ya kwanza ya ulimwengu. Sheria ya kwanza ni sheria ya umoja, ambayo tunaita ni law of oneness. Sheria hii inasema kila kitu kimeunganishwa, ulimwengu ni mtandao mkubwa wa nishati yani matrix. Hapa tunajikita kwenye fahamu zetu, mawazo yetu na matendo yetu yana athiri kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano, unapomsaidia mtu kwa siri hiyo ni nishati inayorudi kwako kwa njia isiyotarajiwa. Sheria ya pili ni sheria ya mawazo ya kuvutia, law of attraction, ambayo inasema unavutia kile unachokifikiria. Mawazo yetu au mawazo yako yana vibration au mitetemo ambayo huvutia matukio yanayofanana nayo. Kwa mfano, nia ukijumlisha na hisia ukajumlisha na vitendo unapata matokeo, na hapa tunaangalia pia kwenye mfano huu kama ukiamini unaweza au ninaweza ulimwengu utakulipa kwa njia hiyo, na vilevile vile, kama ukiogopa sitaweza ulimwengu utakujibu kwa vikwazo hivyo hivyo vya kuogopa. Sheria ya tatu ni sheria ya nia safi, law of pure intent, ambayo inasema kila unachokifanya kwa siri kina nguvu zaidi. Hapa tunaangalia matendo yasiyotangazwa, kutoa msaada, kuomba kwa moyo, yana nguvu zaidi ya juu kwa sababu hakuna matarajio ya watu na hakuna nia ya kupata sifa. Kwa mfano, kutoa pesa bila mtu yoyote kujua, hapa hakuna baraka zisizotarajiwa. Sheria ya nne ni sheria ya uangalifu, law of synchronicity. Hapa tunaangalia hakuna bahati nasibu kwenye maisha, bali kila kitu kina maana wakati mawazo yetu au mawazo yako yanalingana na Matrix, wakati huo milango yako inafunguka kwa njia inayoshangaza. Kwa mfano, unapofikiria kuhusu mtu ghafla unapigiwa simu, ama unahitaji kazi ghafla kuna mtu anakuita kwa ajili ya nafasi hiyo. Sheria ya tano ni sheria ya uhusiano wa nishati, yani quantum entanglement. Hapa inaangalia kila kitu kinaunganishwa kwa nishati Inasema chembe mbili zinaweza kuathiriana bila kugawanyika kwa umbali. Fahamu yako inaweza kuathiri matokeo kwa njia hii. Mfano, unapomsaidia mtu kwa moyo wako, hata kama yuko mbali, unaweza kuathiri nishati yako. Sheria ya sita ni sheria ya uumbaji wa ukweli, yaani law of reality creation, yaani wewe ndiyo muumbaji wa ukweli wako. Fahamu yako inaweza kubadilisha muundo wako wa matrix kwa kutumia mawazo yako makini, ni ya kali na matendo ya siri. Kwa mfano, ukiangalia, kama unaamini maisha yako yanaendeshwa vizuri, basi ghafla mambo yako yanaweza kubadilika. Sheria ya saba ni sheria ya mwitikio wa ulimwengu, yani law of divine responsible. Hapa tunaangalia ulimwengu huwa unajibu matokeo yanaweza kuwa ni ya mara moja, instant manifestation, au baada na kwa wakati wake. Kwa mfano, unatoa msaada wa siri, ghafla unapata msaada wa kifedha kwa njia isiyotarajiwa. Kumalizia, tunaweza tukasema ni jinsi gani unaweza kufanya kazi na matrix. La kwanza ni kufanya mema kwa siri bila kutangaza. La pili ni kujifunza kudhibiti mawazo yako, positive vibration. Jambo la tatu, amini kuwa kila kitu kimeunganishwa Jambo la nne tumia nia safi bila matarajio. Namba tano, angalia mazingira yako kwa ishara za ulimwengu. This is Power for Africa. jina langu niite Mr. Kam wa Kam TV Tanzania. Pengine umekuwa ukilisikia neno matrix, hili neno linaweza lisiwegeni katika masikio yako. Matrix ni mtandao wa nishati wa mawasiliano unaounganisha vimelea vyote vya mawasiliano katika ulimwengu na hapa tunaweza tukasema kila kitu katika ulimwengu kimeunganishwa kwenye hii matrix kupitia mawazo yetu, nishati, vibration ama mitetemo. Fahamu ya kuwa binadamu ni sehemu ya matrix inaoweza kubadilisha muundo wake kwa kutumia nia na mawazo ya ndani. Tufahamu jinsi fahamu inavyoweza kushirikiana na matrix. Fahamu zetu zinaweza kutuma au kupokea mawimbi katika nishati hii tunapofikiria kwa nguvu ya ndani au kwa nia kali, hapa ndipo tunapotuma mapigo ya nishati kwenye mfumo huu unaoweza kuwaathiri matukio, kuunda fursa mpya, na kuvuta watu na hali zinazolingana na mawazo yetu. Kwa mfano, ukiwa na nia kabisa ya ndani ya kupata kazi nzuri, fahamu zetu zinaweza kuunganisha fursa hizi kwenye matrixi na hata ukiangalia kwa watu wanaofikiria kitu kimoja kwa pamoja, kama katika maombi ya kikundi, wanaweza kuunda nguvu kubwa zaidi ya kubadilisha ukweli. Na hii ipo katika uthibitisho wa kisayansi na mawazo, nadharia ya quantum field theory inaosema nishati inaweza kuwa sehemu ya fieldi, sehemu zinazoweza kuathiriana. Majaribio ya kisaikolojia yanaonyesha kuwa mawazo ya watu yanaweza kuathiri matokeo ya random number generator. Na hapa tunaangalia watu wanaoweza kuhisi wakati mtu mwingine akiangalia nyuma yao. Hata kama waoni kama alivyojaribiwa Robert Shadrack. Kwa nini kufanya mambo kwa siri yanasaidia? Hapa tunaangalia matokeo ya siri bila kutangaza. Haya yana nguvu zaidi kwa sababu hakuna vipingamizi vya mawazo ya watu wengine yanaoweza kuvuruga nia yako na nishati inayokwenda kwa moja kwa moja kwenye matrix bila kugawanyika na matarajio ya watu wengine. Kwa mfano, kutoa sadaka kwa siri kuna kuweka katika nia safi, ambayo ina nguvu zaidi ya kile unachokifanya kwa ajili ya kutaka sifa. Labda kwenye matokeo ya kufanya kazi na matrix, hapa unaweza kuvuta fursa na urahisi zaidi, kuwa na maisha yenye maana, kupata msaada na bahati nasibu au synchronicity Kufanikiwa bila juhudi nyingi, na kwa sababu unafanya kazi kwa mtiririko wa ulimwengu. Yote haya tunayozungumza, tunahusisha ufahamu wa nishati ya ulimwengu. Nadharia yake inaweza kusaidia kuelewa kwa nini kufanya mema kwa siri kunaweza kusababisha mabadiliko makubwa. This is power of Africa. Niite Mr Camtz wa Camtv Tanzania.